Nimewahi kupata ukali wa mzee, na siku moja alipiga simu, adia zake zilikuwa za asubuhi saa kumi na moja. Mimi nikuwa najua kwa sababu kulikuwa kitu nilikuwa nimefanya hiyo siku nyingine, najua hii simu iko na taabu, nikamwambia mama, wewe chukua hiyo, mimi najua wewe wewe wewe utakuwa sawa, kamuliza kwa wapi. Sema, eh, sema yuko karibu. Baada ya dakika nyingine tano, simu ikalia tena. Mama akaniambia hiyo, mimi sichukui <laughs> wacha nichukue. Ulikuwa wapi? Nilikuwa naoga, nilikuwa <laughs>